Makamu wa rais wa masuala ya uendelevu wa AngloGold Ashanti inayomiliki mgodi wa Geita Gold Mining Limited Simon Shayo ametembelea mabanda mbalimbali yaliyopo katika maonesho ya nane madini, ya teknolojia ya madini yanayoendelea katika viwanja vya Dkt Samia Suluhu Hassan kata ya Bombambili katika manispaa ya Geita. Akizungumza mara baada ya kutembelea mabanda hayo, ameeleza kuwa GGML wamekuwa wadhamini wakuu wa maonesho hayo, ambapo ameipongeza serikali ya mkoa wa Geita, serikali ya taifa la Tanzania kwa jumla kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwenye sekta ya madini na uwepo wa maonyesho hayo imekuwa ni chachu ya maendeleo katika mkoa wa Geita. Leo niko hapa kwenye kutembelea maonyesho ya dhahabu na teknolojia ya dhahabu hapa Geita, huu akiwa ni, ni maonyesho ya nane mwaka wa nane mfululizo, yameanza na kwa miaka yote nane Geita Gold Mining wakiwa ndio wadhamini wakuu. Tuna farajika sana kuona jinsi ambavyo maonyesho haya yameendelea kuboreka na kupanuka mwaka hadi mwaka. Yalianza na watu wachache, makampuni machache, wafanyabiashara wachache, sasa hivi tunaona yamepanuka. Kuna makampuni makubwa ya kibiashara hapa, makampuni makubwa ya uchimbaji, makampuni makubwa ya, u, ya teknolojia ya uchimbaji uh, wakandarasi wa, wa uchimbaji, wafanyabiashara mbalimbali, wanao uh, namna moja nyingine wanaohusiana na mnyororo wa thamani ya uchimbaji na, na biashara madini na kwa hivyo kwetu kwa sisi hii ni fursa, na tunaendelea kualika wadau wote ambao wanaona fursa hii wasiache kuitumia mwaka huu na miaka ijayo. Maonyesho yako katikati, hajaisha, yatakuwa hapa mpa, mpaka tarehe ishirini na nane e. Kwa hiyo tunawaalika wadau washiriki, watafute fursa za biashara. Kuna, kuna mabenki hapa na kuna hata sisi kampuni ya Geita Gold Mining tuko hapa, kila mmoja aone ni wapi kwenye mnyororo mzima wa thamani ya uchimbaji wa madini anayoweza kushiriki na tunawapongeza serikali ya jamhuri ya, ya muungano wa Tanzania, namna ya kipekee uongozi wa mkoa wa Geita, mkuu wa mkoa na timu yake, na Tantrade ambao wamekuwa ndio wadau wetu wakubwa, na hivyo tunapenda kuahidi kwamba tutaendelea kuwa wadau wakubwa wa, wa maonyesho haya, lengo likiwa ni kukuza uchumi wetu kwa namna ya kipekee uchumi wetu wa Geita, lakini pia uchumi mpana wa Tanzania na kutoa fursa za kila Mtanzania kuweza kuzifikia fursa zinazopatikana kwenye sekta ya madini. Nawashukuru sana, nawatakia maonyesho mema. Ikumbukwe maonyesho haya hufanyika kila mwaka na GGML imesema inajivunia kuendelea kushirikiana na serikali katika kuandaa maonyesho hayo ya teknolojia ya madini ambapo yanaendelea kukua siku hadi siku na kuonesha namna gani sekta ya madini inalinufaisha taifa la Tanzania.